Unajua, dalili ya kwamba umekaribia mafanikio ni pale unapojisikia kukata tamaa, kwa sababu katika ulimwengu wa roho, shetani anaanza kukuonea wivu, kwa vile anajua kwamba sasa unaenda kupita lile ile uliokuwa umezuiliwa, sasa unapita pale ulipokuwa unapangoja, pamefika. Kwa hiyo anaongeza vita, anaongeza msukumo wa kukufanya wewe ufanyeje, ukate tamaa. Lakini katika neno la Mungu, neno la Mungu linaweka wazi kwamba Mungu hawai wala hachelewi bora hiyo lakini, ukienda katika Luka sura ya 18, Yesu akasema kabisa, Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, nawaambia atawapatia haki upesi. Kwa hiyo sio tabia ya Mungu kuchelewa, lakini unapoona zile hisia za kuchelewa zimeanza kuja, kwamba na nataka kukata tamaa, mbona nachelewa, mbona nachelewa, jua ya kwamba ndio umekaribia sasa kufika pale panapotakiwa. Neno la Mungu likamwambia Habakuki kwamba hii ndoto inafanya haraka Oh my God inafanya haraka kufikiria ule mwisho inafanya haraka kutimia ndoto hii niliyokupa Mungu amekupa ndoto gani inafanya haraka kutimia ah, kwa hiyo haita kawia ndicho anachosema Mungu haita kawia lakini ijapo kawia ingoje kwa nini anasema ijapo kawia ingoje kwa sababu itaonekana kama vile inakawia sasa. Utakapoona ina, ina, ina, inaonekana kama vile inakawia, ujue ndio umekaribia, kwa sababu ni muda ambao shetani anataka akuvunje moyo. Sawa? Ujapoona inakawia ingoje, kwa sababu haita kawia. Kwa mimi nataka nikwambie kwamba ni jambo gani ambalo uh, umekuwa ukisubiri sana, sana sana sana, sasa unahisi kwamba bora tu uwache bora uzile bora ujichafue bora ufanye mambo yaovyo. No, kitendo cha kwamba umeanza kufikiri hivi sio wewe, lakini ni vita ambapo shetani ameviinua sasa. Anapoona kwamba umekaribia kufikia wakati wa mtimilifu ile ahadi ya Mungu, na hapo sasa anachokifanya ni kukuvunja moyo. Ishara ya kuvunja moyo ni kwamba umekaribia. Neno la Bwana linasema hivi ile ndoto haitakawia, lakini ijapokawia ingojee, kwa sababu wakati ndio huu. Mungu Baba wa mbinguni akubariki. Haleluya.